Kwa hiyo shangazi, waambie mtu watu waondoke. Hii shughuli haipo tena, unasemaje Mati? Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa mtoto, utakufa kwa mawazo. Mati, sio nalewa. Ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha ndo chanzo kurudio munachelewa namuwezi elewa nimeoza ndani kwa ndani natembea ingali nimekufa mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi bora tange kwa ndege angani kwamba wazangu, ningeruka thamani ya utu wangu, bei ya chapati, dunia, ah. shule inayofunza mema. We mwanamke, unawezaji kuingia kwenye nyumba ya mtu bila ruhusa hmm? na unakumbuka kabisa kwamba nilisha kupiga marufuku usifike katika nyumba yangu. Hivi kwa mfano ikatokea nimekuitia mwizi, nitakuwa nimekosea? Naongea na, na wewe, usinitolea macho hivi. Mimi sijui niongee kitu gani, maanake kila napojitahidi kukuelekeza, hunielewi sindi Ebu toka nyumbani kwangu toka bwana, sindi bwana. Ah niache. hivi wewe mama una shida gani una shida gani ili toka tumeanza mpaka hapa tunafika hauoni hata selusi ya mapenzi yangu kwako hivi ninavyopambana mekuwa ni zogo ukiniona mimi yani, kama vile unachanganyikiwa, toka toka toka. Hauna hata muda kusema unanisikiliza eh? Kwani mimi chizi? Mpaka nakuja hapa nimepita nyumba ngapi? Nakuja naingia humu ndani uko nje. Amani, kuna wanaume wengi eh? Tena ni wazuri. Amani, sio kwamba una kitu cha ajabu labda, lakini nakuangalia kwa sababu nakupenda. Alafu Amani, usije ukajificha kwenye kimvuli cha utumishi wa Mungu. Wewe sawa ni mtumishi wa Mungu, lakini hata shetani umemtumikia. Amani, mimi na wewe tumesha zini, hamna ambacho sikijui kwako na hamna ambacho ukijui kwangu. Kwa kwetu hamna jipya, usije ukajificha kwenye hilo. Umenielewa? nakujua na mimi unanijua. Kwa hamna haja ya kuweka misimamo ya kidini kwamba dini iruhusu kuwa na mimi. Au unaniogopa? Hmm? Unaniogopa, labda niseme wewe mwanaume unaniogopa mimi mtoto wa kike. Alafu nikupe siri moja Amani. Mimi mpaka navunja ndoa yangu, chanzo ni wewe. Naachana na mume wangu kwa sababu nakupenda. Alafu unatakiwa ujifunze, wajua wanawake, mwanamke akikupenda ni anakupenda kweli. Tumeelewana ko? Kama ulikuwa unatafuta sababu mimi, kwamba mke wa mtu nimeshaachika, na sindo, ulikuwa unataka ushahidi? Haya, ushahidi wa hapa Sawa jamani, nawatakia safari njema, ila msikose kunifahamisha mtakapofika salama. Sawa shangazi, baki salama. Mama mkubwa sawa? Basi sawa, totuambie maendeleo yake atakapokuwa. Hilo ni jukumu langu. Ah, shangazi, si tunaenda. Haya, mfike salama. Aunt, ina maana kulishimka, kulishemka, mwacha kabisa, mate ndio hivyo, ishatokea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 Shangazi, mbona watu wanaondoka wakati shughuli yenyewe bado? <laughs> Shangazi, unajua mimi sielewi, tangu juzi jana tumetoka hospitalini umefika hapa kimya, leo watu wanabeba mabegi wanaondoka wakati shughuli yenyewe bado. Shangazi, naomba usinifiche chochote, kama kuna kitu kinaendelea ni bora uniambie. Mwanangu, tumeamua kuwaruhusu watu kutokana na jambo lenyewe mwenye huyo shughuli yake hataki tena. Amemwambia Mati kwa yeye atabaki na mke wake, kwa hiyo hatuna budi, inabidi tuwaruhusu watu waondoke. Na ndio maana hata juzi hapa tunahangaika, pilika pilika za kumpeleka Mati hospitali na nini, kumbe Manyinya alimpigia simu na kumweleza ye hataki, na ye hataki mahusiano na yeye tena. Ameamua kubaki na mke wake. Wewe shangazi, naomba uniambie, sio kweli? Mimi nadhani sio riziki yake, kama riziki yake basi itakuja nyingine, sio lazima Manyanya. Usiamini kama Manyanya anaweza akafanya hivi, ndio ameshafanya sasa. Kama alijua hivyo kwa nini alituaminisha mpaka tukafanya yote shangazi? Tumealika watu, tumemtumia mama nauli, amekuja huko, tumealika ndugu na majirani, kwa nini amwache mati? Shangazi naumia, shangazi, shangazi, maumivu ya mati ni maumivu yangu mimi. Kwa nini mweyini amfanyi vi mati? Kwa nini? Kosa gani kubwa manyinya tumemfanyia sisi shangazi, Mkosea nini Mungu mpaka amuwe kutudhalilisha kiasi hiki shangazi? Ni aibu isiyo aibu. Kwa mati peke yake ni aibu kwa ukoo mzima shangazi. Na kama alikuwa mtaki mdogo wangu mayali, alibo yangeniambia mayali, angeniambia mimi kuliko kunidhalilisha mayayi, ykunidhalilisha kwa ndugu, kanidhalilisha kwako shangazi

Yaani, ni mara kumi mtu anitendee ubaya mimi, ni mara kumi mtu aniumize mimi kuliko kuniumizia Mati. Mapito aliyoyapitia Mati, mimi ndo najua shangazi. Shangazi, Mimi mwezi mkaelewa shangazi, mimi ndo najua, mara kumi aniumize mimi, ila sio Mati wangu. Kwani shangazi, Mati yuko wapi? Nikamwone mdogo wangu, mi najua atakuwa anijisikia vibaya. Mati yuko ndani, kuna mamake kwa hiki alichokifanya. Mr. Mwacha sana. Haki ya Mungu manyanya, umejua kuniheshimisha we baba! Yaani kokote ulipo, kunywa soda ya baidi na kuja kulipa. Kama ngeolewa huyu mbwa, mimi ngeficha wapi sura yangu nie? Sio mchezo, pete mchezo, manyanya ananivalisha pete, sijui manyanya anazunguka umweumundani

Nikisema nikupe ikikichwa uwezibeba, takufa kwa mawazo jamani. Msione nalewa ndiyo maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa ah! mnafanya nini hapa? Hapa dada, huwa hatuulizani hayo maswali ya kwamba mnafanya nini wewe. Kama umeitwa hapa, choma huko ndani, peleka mabegi yako. Kama utakaa kaa, kama utaamua kuondoka ondoka. Habari za kuulizana eti mnafanya nini waga, hatuna hizo mambo. Karibu. Narudia tena, mnafanya nini hapa ndani? Yule mdeme, jamani, ndo katuletea nini leo hapa? Dada sikiliza, umesherekezwa fata maelekezo uliyoambiwa. Mm. Kama umekuja hapa unategemea uje kuitwa mke, si wenyewe tulidanganywa hvovo. Kwa hiyo peleka mabegi yako ndani, tumeelewana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dada shikamu koma, wewe umerudi tena nyumbani kwangu? Je, kwani uu ni nani? mke wake eh, makubwa. Shikamo dada, shikamo dada. Na ndo maana nimewauliza mnafanya nini hapa ndani kwangu. Mama la mama, mke wa mdeme mwenyewe <laughs> yani mke wangu eji go. Lakini umedamshi yani, umependeza, hata mtu akikuona na kuona kweli eh. Mke wa mzee wa bakola <gibu> naona umeamua kuja kwa kunishtukiza. Vipi za huko ulipo? hey! kaa kimya aw wakina nani wamefuata nini mundani? Ah, taratibu basi mke wangu. Unajua mke wangu, wojajua wa ulivyoondoka, mimi nikaona siwezi kukaa peke yangu mundani, umeona, nikaona nichukue wadada wa kazi ili waje tusaidiane mundani, si umenielewa? Mwana. Kama unavyojua mimi midfield kisheti namba nane nikaamua nichukue hii namba sita. Huyu kazi zake zilikuwa hapa sebleni, ni mambo usafi usafi nini kila kitu alikuwa anamaliza huyu. Sasa ukija hapa hii namba saba. <laughs> Kazi zote za jikoni huyu ndo alikuwa anafanyaje? Anaweka mambo sawa. Yaani mzuri kishenzi kwenye masuala ya upishi upishi hatari. Ukija sasa ndani <laughs> chuma chenyewe hicho. <laughs> Yaani huyu kwenye kazi za ndani balaa. Usi, yani, yani, usi, yani, sijui hata nikwambie nini kuni kutandika kitanda siu kusafisha kule ndani kila kitu yani kama kawaida uweze amini yani <laughs> wafanyakazi wa ndani ndio wavaa nguo zako ah, sasa kuhusu swala la hizi nguo unajua o wa walivyokuja wamekuja na nguo mbilimbili mbili. mon, sasa na leo kwa sababu kulikuwa na tukio zuri kidogo na tukio la like kihistoria mon, wakawa wamefua nguo zao sasa kama mi unavyonijua, ni, ni mtu wa huruma, nikaona bora niwape hizi nguo zangu avae, ili twende tukafanye ilo tukio la kihistoria. Wakirudi mambo mengine yanafanyaje, yanaendelea. Leo mke wangu, tulikuwa tuna mpango wa kwenda kupiga photoshoot <laughs> na wao wamekuja wakati mwafaka umeona. Kwa hiyo mke wangu, kama vipi, na wewe badilisha twende wote tukapige picha ya kifamilia ah. <laughs> Ah, mke wangu, taratibu Unajua, ukiwa na hasira hapa, kutakuwa hakukaliki, umundani hakuliki wala hakunyweki, umeona? Unajua siku zote kinachomponza kuku kwa mganga rangi yake, umeona? na mimi nilikuwa sina bahati. Wewe sikiliza bwana, angalia katika hawa watakaye kufa, tutabaki nayo umundani. Asiye kufa kama vipi, timu watu mimi. <laughs> nakusubiri nje, mke <mkia> wangu. <laughs> Nye viloboto, nikifunga macho nikifungua nisiwaone humu ndani. Nasema ondokeni humu ndani. Loli vikulu ino dunia bwana, nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa <totipos> kwa mawazo jamani, msione na leo Cheji yangu ipo ndani kwenye dressing pale. Hey, hey, hey, mndani. Kwa nini unafanya hivi? Hapana. Ilikuwa ina haja ya kutumia nguvu kubwa ya kutoka na kukimbia kama hivyo. Alafu inaiona sana ndani ya siku mbili tatu hizi, naona kama wanatumia presha ah, sana katika kuyafanya mambo yao simple. No, we sio mtumwa kwangu, we ni mtumishi, malkia wa moyo wangu, we ni msaidizi unayekamilisha uzima wangu pindi unapokuwepo. So don't act like a slave, be the queen in your kingdom like you deserve. Naelewa kuna namna ambavyo inakuathiri kisaikolojia kutokana na haya matukio ambayo yalitokea ndani ya hii wiki nzima kwa nyuma, lakini hayo, mi nimeshafuta, nimeshasamea na nimerudi tena, niko salama kabisa wala haina haja kutumia pressure, kutumia nguvu kwa ajili ya kuweza kunishawishi kuweka mambo kuwa sawa. No, you don't have to do like that. Na kingine usichokijua kuhusu wanaume saikolojia yetu huwa inaathirika na kuvutiwa zaidi na mwanamke ambaye anafanya mambo yake kwa kujiamini na sio kufanya mambo yake kwa kujiaminisha, kwa usijiaminishe katika karaktas ambazo siyo asili yako. Be natural na kupenda kama nilivyokupenda. Vitu vingine ni vidogo vidogo, tunarekebishana, tunaishi. So usitumie nguvu kubwa, mke wangu. Just be simple, live your life right. Ay ah, kanachukulia chaji, nipe nipe nipe nipe nipe, hesabu ya kukokotoa tuishi milele, jibu nikipata, nipe nipe nipe nipe nipe, hiyo tamutamu, nikupende wewe tu manyanya ujue mimi nakupenda, alafu nalilimisi vitu kama hivyo kama ambavyo nilikuchagua kukupenda kwa mazuri yako uliyokuwa nayo, ndivyo hivyo hivyo ntayabeba matatizo yako uliyokuwa nayo, kwa usiniogope na usinifiche. I'm your man and I'm your father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

kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya dunia ah. wajuaji na wapumbavu wa moo